Ili kufahamu hali ilivyo katika jiji la Dar es Salaam asubuhi hii, tunaungana moja kwa moja na mwandishi wetu Ntobi Mbawala. Sijui kama unanipata. Nakupata na mahali vizuri, karo. hali ikoje Dar es Salaam baada ya vurugu za jana? Hali bado haijarejea katika utaratibu wa kawaida maeneo mengi, bado biashara zimefungwa na shughuli pia zimesimama, kama ambavyo unafahamu jana walivyotangaza hali ya tahadhari na barabara zikawa zimefungwa basi hata asubuhi bado kuna wasiwasi mkubwa. Hakuna magari, hakuna usafiri wa umma, wala shughuli haziendelei kama ilivyotarajiwa, na nimepata taarifa kwamba bado baadhi ya maeneo kumekuwa na vurumai, mfano kwa maeneo ya Ubungo hata pa Mbezi, bado risasi za kutuliza ghasia zinasikika hewani. Kwa hiyo Ndobi, watu hawajaenda kazini kama kawaida siku ya leo. E, shughuli hazijaendelea, na asubuhi mapema tume pokea tangazo la serikali likisema kwamba watumishi wote wa umma watafanya kazi kutoka nyumbani. Wale ambao inalazimika sana kwenda makazini ndio wanaweza wakaenda kutoa huduma muhimu, lakini shughuli, maanake wafanyie nyumbani, maanake ni kama shughuli haziendelei tena mpaka pale e, tangazo lingine litakavyokuja, na hii inakuja mara baada ya kutangaza kwamba hali ya tahadhari imetangazwa katika jiji la Dar es Salaam. Mwisho wa shughuli itakuwa ni saa kumi na mbili jioni, watu wote wawe tayari majumbani. Ah, la mwisho kabisa, vipi kuhusu zoezi la kuhesabu kura? Tuna taarifa kuhusu zoezi hilo. Hakuna taarifa yoyote kwa huku Tanzania bara ambayo imeendelea maanayake, hatujui kama kura zilianza kuhesabiwa ama la, lakini kule visiwani Zanzibar unafahamu pia kule, tume pia ya uchaguzi ya Zanzibar inajitegemea na pia kuna kura zilipigwa, kura ya mapema tarehe ishirini na nane jana tarehe ishirini na tisa eh kura kwa watu wote. Kuona wenyewe tayari wameshaanza, kinachosubiri sasa hivi ni kuhakiki tu matokeo. Wanasema matokeo yote katika majimbo yote hamsini ya, ya kule unguja pamoja na Pemba tayari yameshahesabiwa kwa ngazi ya, ya, ya, ya, ya wabunge, namaanisha pamoja na ngazi ya urais pamoja na masheha wenyewe kule wanaita masheha badala ya, ya madiwani. Kwa hiyo ni kusubiri kuona mambo yatakwendaje, pengine baadaye tukatoa taarifa tofauti, lakini hakuna taarifa iliyotolewa yote na tume ya uchaguzi mpaka hivi tunavyozungumza. Nakushukuru sana Ntobi Mbawala, ukiwa hapo Dar es Salaam. Tutaendelea kuwa pamoja nawe mpaka jioni ya leo, tujue nini kinaendelea. Asante sana kore.